Hivi tulivyotaja makundi tumeita wazee, kija askofu askofu ni kazi cheo chake. Siku hiyo ya mkutano ni mzee cheo, siku, siku ya mkutano ni mzee, ni askofu wo mchungaji hatuite hao. Tumekaribisha nadhani hata na, baadhi ya mawaziri wetu nadhani na, na, na, na rais mmoja, rais wetu aliyebaki huyu tumemkaribisha barua tuliyompelekea tumesema mzee fulani, hatukaribishi vyeo hapo, tunakaribisha wazee. Na mimi leo nazungumza nanyi kama mzee, na ni kweli mzee, miaka themanini na saba. Na taasisi hii ameanzisha Mwalimu, alikuwa mzee, alikuwa anafanya kazi na wazee hata kabla ya uhuru. Kwa hiyo wazee wana umuhimu maalumu katika nchi hii na katika kutazama mwelekeo wa nchi yetu. Pili, wazee ni wazazi. Ninyi wote hapa wengine hamjaolewa, labda meoa, lakini wazee ni wazazi. Mimi na wajukuu na wajukuu na wajukuu. Kwa hiyo nimezaa, nimelea, nimekuza, nimepeleka mashuleni, nimehandover kwenye public. Binti yangu mmoja ni loya lakini anatoka kwangu kwa yale malezi ya awali ya binti huyo. Kama ilivyo kwenu, mmetoka kwenye miji ya wazazi wenu, ni wazee. Kwa hiyo tabia zenu, mwenendo yenu na mahusiano yenu kwa kiwango kikubwa kabisa yameelekezwa, sio na Rais Samia wala mwalimu, yameelekezwa na baba zenu na mama zenu na shangazi zenu na wajomba zenu na, na bibi huko huko mnapotoka. Sasa tungepata muda, ningewaeleza maana yake, ningekwambia wewe, niambie ninge ulivyodelewa, ningetoa ni, ni, ushahidi umuhimu eh, wakuliotoa kwa hiyo ndio maana tunaita hapa wazee, hatuiti hapa vyeo, tunaita hapa watu waliozaa wamelea wamekuza wamepeleka kwenye public. Kwa nini mmeleta mmetoka mmekuja kwenye vyombo vyenu, mfanye kazi ya nchi ambayo mmekabidhiwa na wazazi wenu. Ndio maana ya emphasis ya wazee, na ndio maana nawaita ninyi wazee, vyombo vyenu ni wazee. Kwa hiyo sijawapo karipoti hivi mambo ya TBC, uh, ITV ni chombo cha wazee, alianzisha mengi, alikuwa mzee wa hekima.